Kiukweli imetuathiri sana, kwa hiyo nilikuwa naomba angalau atusaidie vitu masokoni vishuke, nyanya zimepanda sana, vitu vyote viungo vyote vimepanda, sisi kama mama lishe atupati faida, na ukiangalia zile siku nne, tusha misi. Kwa hiyo, tunaomba kusema kiukweli tusaidiwe. Na nikizungumzia upande wa vijana wale ambao walishawishiwa wali, wali kuchochea ile maandamano waache eme wafanye kazi kwa bidii. Kwao Tanzania ni nchi ya amani. Tunaomba amani iendelee. Vijana kuanzia 91 au 93 kuendelea huku mbele. Wale hawezi kujua nini maana amani. Na ndio maana walikuwa rahisi sana kushawishika kwenda kuleta vurugu kufanya mambo fulani. Lakini kwa sasa hivi limradi washaona kwamba umuhimu wa amani. Basi mimi na hisi kila jambo litaenda jinsi linavyohitajika. Ah, uh, wito wangu kwa vijana kutokuhushisha kwa mambo kama haya ina staili tusifuate mikumbo e, tu atulivu, tuangalie mambo yetu yanayotuhusu, tufanye. Basi hayo mambo mengine ya kushirikiana ya kuambizana yani, tusi, tusiandamane tusifanine, kikubwa kuangalia utaratibu wetu tu. Watu wanakuja wanavunja maduka yetu wanachukua baadhi ya vitu, wizi wizi, sababu sio maandamano bali ni wizi yule, sababu vijana wengi wameasilika na naosia vijana wenzangu kabisa, kitendo hicho wanachofanya wanachokuja nacho sicho kizuri, sababu hata sisi wenyewe tunajitahidi sana, pamoja na ulinzi tuliowekewa sasa hivi hapa. Alhamdulillahi, Mungu anasaidia kidogo, kumepoa poa.